Mti wa mshangati, mti huu unafahamika sana na watu wengi wanaufahamu, lakini leo sasa, ninahitaji wanaume wenye umri wa miaka arobaini na kuendelea mbele, nisikilizeni vizuri, kwa sababu kwamba nahitaji kuwaambia ama kuwaelezea mti huu jinsi gani unavyoweza kutibu tezi dume. Lakini waathirika wakubwa ni wanaume kuanzia umri wa miaka arobaini mpaka miaka sabini na kuendelea. Sasa kama utasikia dalili hizi saba, eh, zi, kati, kati ya dalili saba ukiona dalili nne, ama tatu basi ujue wewe una tezi dume. Yaani kati ya dalili dalili saba ambazo nitakazo kuelezea eh, ukiwa nazo tatu ama ukiwa nazo nne basi wewe una tezi dume. Nisikilize vizuri niweze kukuelezea ni zipi hizo dalili. Kama haujani follow, ni follow nitakufollow back. Like, comment, share. Acha swali lako katika comment section nitakujibu. Katika dalili saba ambazo unahitaji nikuelezee ni, ni ili uzifahamu vizuri. Dalili ya kwanza, utakapoona unakojoa mara kwa mara hasa nyakati za usiku, unaweza kuamka mara tatu na zaidi ya mara tatu mpaka mara nne na kuendelea. E, dalili ya kwanza. Dalili ya pili e, kuchelewa kuanza kukojoa yani, unapofika tu chooni e, kuanza kujisaidia basi mkojo unaweza kuchukua sekunde 30 mpaka sekunde 45 haujaanza kutoka e, basi ujue hizo ni dalili mojawapo. Ya tatu ni mkojo kutoka kwa shida. Yani, unataka kujisaidia tu mkojo unaanza kutoka kwa shida. Yani, hautoki kwa kasi na, kama umetoki kwa kasi kama zamani, unatoka tu kwa spidi ya taratibu sana ya yani, nne kumaliza kukojoa kwa shida, lakini bado unahisi mkojo una bado bado una kibofu kuna mkojo unahitaji kuendelea kukojoa, lakini tayari umeshamaliza kukojoa. Ya tano mkojo kuvuja baada ya kukojoa. Yaani, baada ya kurudi kwenye shughuli zako tu unahisi kuna toni toni la mkojo eh, limeanza kutoka eh, katika suruali yako. Eh, ya sita kuhisi kibofu eh, akijatoa mkojo wote Yani, kama kuna mkojo mwingine umebakia eh. Kwa hiyo hii hali unaweza kujikuta kwamba inasababisha wakati mwingine kwenda chooni mara kwa mara eh, ama kujihisi kuna hali fulani ya sitofahamu katika mwili wako ambao unakuwa unatokea. Na ya saba, maumivu wakati wa kukojoa eh. Kuna wengine upata muwasho ama maumivu makali wakati, wakati kujisaidia haja ndogo eh, na kuweza kujikuta kwamba hawapo katika hali nzuri basi jua wewe una tezi dume. Sasa kama utaona dalili nne kati ya hizi saba, basi jua wewe tayari ni muhanga wa tezi dume. Sasa jinsi gani ya kuweza kupata huduma hiyo kwa ajili ya kuweza kumaliza changamoto yako? Basi mti huu wa mshangati unaweza kutibu tatizo lako la tezi dume na ukamaliza kabisa. Jinsi ya